Jana tarehe ishirini na mbili alikuwa anaenda mahakamani kama kawaida. Kwa hiyo yeye aliondoka hapa tarehe kumi na tisa ile tulimwondoa hapa, aondoke hapa arudi kule Dar es Salaam kwa sababu tuliona hakuna haja ya kuondoka ya kuendelea kuwa eneo hili, na hajapata wito wowote kwa sababu ndani ya simu zake au hata kupitia chama kwamba huyu mtu anatakiwa kwenye ofisi za immigration au polisi. tarehe hiyo kumi na nane hakupewa wito mwingine wowote isipokuwa kunyang'anywa paspoti yake. Sasa tukamwambia bana, kwa sababu hapa huko standard nenda ukaendelee na mambo ya kesi, kwa sababu kulikuwa na wito wa kesi nyingine ambayo mmeisikia jana, ambayo mahakama imetangaza kwamba itangazwe kwenye magazeti. Kwa hiyo kwa sababu ya wito ule tukasema hapa inaweza kuwa kuna mchezo unachezwa, huyu mtu asifike mahakamani. Kwa hiyo acha aende, akaenda mahakamani kwa ajili ya kulipoti kwenye hiyo kesi ambayo imefunguliwa tena huko na watu wanaojiita sijui viongozi wa chama kutoka Zanzibar. Mnaifahamu hiyo kesi ambayo ni ni kesi ya madai ambayo chama kimefunguliwa. Kwa hiyo alivyofika kule Dar es Salaam, anaenda mahakamani akiwa na wasaidizi wake, akiwepo mwe, ndugu Mlime ambaye ni msaidizi wake, ndipo mlipo muona jana pale, amekamatwa na gari nyeupe Hilux double cabin na akapandishwa pale, vyombo vya habari vyote vimemchukua, na baadaye viongozi wa chama kupitia kwa mkurugenzi wa chama Mheshimiwa Garubindi ambaye ni wakili, ambaye ni mkurugenzi wa masuala ya sheria wa Chadema wamefika sentro polisi wakaambiwa, ni kweli amefika hapa lakini tunampeleka, tunamsafirisha kwenda Tarime. Kwa hiyo baada ya hapo, ikabidi wasaidizi wake na ofisi yake pia tuwaombe kwamba waondoke kule. Sasa katika hali ya kutushangaza sisi, kwa nini tumewaita hapa kwa mafamilia na tunawaomba kupeleka hii hii meseji yetu mbele, ni kwamba tangu jana mtu ambaye ni kiongozi ambaye anaweza kuitwa polisi pia kwa barua kwa meseji vyovyote vile, na akaenda distance ya kutoka Dar es Salaam mpaka Talime. Hata kama unasafiri na basi la best line ambalo limeondoka jana saa saba usiku leo liko Talime. Talime si ndio hivyo jamani, liko, liko Talime best line basi basi, kama ni pikipiki yenyewe ingeisha ingia pia wamechukua gari za serikali ambazo wanajua wao wenyewe, wameondoka na huyo mtu jana saa tatu. Saizi tulivyowaita hapa, nafikiri ni saa ngapi hapa? Saa kumi, sa kumi kasoro. Masaa thelathini na mbili gari ya kawaida inaenda Dar es Salaam kwa masaa kumi na nane kumi na sita masaa thelathini na mbili na huyu mtu ambaye wameondoka naye ni mtu ambaye utaratibu wake wa maisha alisha ubadilisha. Ana mfumo wake wa chakula, ana mfumo wake wa kulala, na ana mfumo wake wa kufanya na mazoezi. Sasa sisi kama familia, mimi binafsi nimepokea simu nyingi sana za wananchi wa kawaida wasiokuwa na chama, wachungaji na watu mbalimbali mbali, wakitaka kujua huyu mtu yuko wapi, kwamba mna mtu wa watu ambaye ana watoto ana familia na mama zake kama hawa hapa, ni vizuri mkawambia familia, ikaambiwa ndugu yetu yuko wapi. Yani tunataka tujue ndugu yetu, yuko, yuko wapi, wapi. Yani, yani tumeenda polisi, kituo cha polisi Lisa. Leo saa tatu asubuhi tumeenda saa tatu asubuhi kituo cha polisi Tarime hayupo, tumemtuma wakili ameenda imigresheni hayupo tumetuma uongozi wa CHADEMA mkoa kupitia kwa katibu wa mkoa wa CHADEMA, na hatujataka wananchi, naomba mwelewe, hatujataka wananchi kutaka kuongozana na sisi, ila wananchi sio kwamba hawapo wakuongozana na sisi kudai alipo ndugu yetu. Wapo wengi sana na wako tayari tena, wakiita wanakuja, lakini sisi tulichofanya kama familia, tunataka kutoa muda ndugu yetu awe amepatikana, na tunatoa muda kwa ajili ya kuendelea kuonyesha ustahimilivu wetu na ustaarabu wetu katika mambo haya, kwamba kwa sababu huyu mtu alikamatwa na jeshi la polisi na jeshi la polisi lina viongozi, hatuoni sababu ya kuhoji kwa kutumia nguvu ya umma. Hilo halina kubembelezana kwa ajili ya Heche, tuna wananchi. Bahati nzuri, yule sio mkata ushuru, sio jambazi, sio mnyang'anyi ni mtu ambaye ni mtu nadhifu, mtu msafi na mtu ambaye hana kwere na mtu yeyote kwenye dunia hii. Ni mtu safi tu anayedai haki katika nchi yetu.